Jana alfajiri tulipokea uh, jumla ya miili mitano ambayo ilikuwa imepata ajali, lakini tukawa tumepotea tumepokea majeruhi mmoja ambaye ni mtoto wa miezi nane, na kwa kuwa alikuwa ameumia sana, tulimpeleka kwenye wodi yetu ya ICU, uangalizi maalum, lakini baadaye akawa amefariki. Kwa hivyo imefanya jumla ya miili kufika sita, lakini tulipokea majeruhi wengine watatu awa majeruhi tuliwahudumia lakini baadaye tukawa tumewaruhusu baada ya afya zao kuimarika zaidi. Tulipokea mshtuko wa ndugu yetu Samueli Nyerembe, kwa masikitiko makubwa sana, tulipata alfajiri ya saa kumi na mbili hivi taarifa, tukashtuka sana, kwa sababu tumemzoea kwa mambo yake ya, tukija tunakaa naye, kijueni hapa tunacheza naye draft, kwa ucheshi wake, utani wake, yaani tutamkumbuka sana na tutammisi mimi kwa mimi mwenyewe tangu ni mjue ni miaka ya tisini na tano hivi mpaka hivi sasa, tulikuwa naye tunaendesha yote magari hapa mjini na tuko naye karibu sana, na marehemu alikuwa ni mcheshi sana. Kama navyokuambia ni mcheshi, tunakaa naye tunacheza naye drafti, tunaongea naye anaongea utani, amezidisha utani, tunafurahi sana hivi yani, tutammisi kwa mambo yake tulikuwa naye ya hapa kijiwe na. Kwa masikitiko makubwa sana tumepokea kifo cha rafiki yetu Samwel Nyerembe ambaye alikuwa ni mwenzetu hapa Moshi mjini tukishirikiana naye kwenye shughuli mbalimbali. Tumepokea taarifa za msiba huo kwa masikitiko makubwa sana. Ni mtu ambaye tunamfahamu ni mtu mwema, alikuwa anaishi na sisi vizuri ila kwa kilichotokea nasema tu namshukuru Mungu, maana yote ametendeka kwa mapenzi yake. Ningependa pia kuwaomba wote, kuwashukuru wote walioshirikiana nasi kwenye hatua ya awali mpaka sasa hivi, ameendelea kuwaomba wazidi pia kuendelea kumwombea, kwa sababu sisi wote ni wakupita na kwenye dunia hii tutapita hivyo pia ningeomba pia na madereva wenzangu ambao wanaendesha vyombo vya moto wachukue tahadhari, wajitahidi kuwa makini, ili tusije tukawa tunasababisha ajali uh, kama hizi. Nirudie tena kuwapa pole watu wa Moshi, familia yake, pamoja na waa Uh, na jumuia wake, kwa sababu ni pigo kubwa, na ni mtu ambaye bado tulikuwa na mhitaji katika harakati hizi za ujenzi wa taifa. Kwa majina anaitwa Rodrick Mari, ni rafiki sana wa karibu wa Samueli. Kwa kweli tumepata mshtuko sana na Soroneko kwa ajili ya hichi kifo kilichomkuta ndugu yetu, kwa sababu tu alikuwa ni rafiki na tulikuwa na mbali, na urafiki pia tulikuwa ni mtani mwenzetu hasa katika masuala ya mpira.